Hadi kufikia hii robo ya tatu, halmashauri ya wilaya Newala imefanikiwa kutoa mikopo kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu yenye thamani ya shilingi milioni 167 na laki nane kwa vikundi 25. Lakini hadi sasa hivi tumetoa matangazo ya mikopo yenye thamani ya shilingi milioni 19. Hii tunatoa wito na vikundi tayari vishajitokeza kwa ajili ya kutoa kwa ajili ya kuomba ma, maombi ya mikopo. Lakini pia nitoe wito kwa ndugu zangu wana vikundi na jamii kwa ujumla, wale wenye nia ya, ya kukopa. Lengo kubwa ya hii mikopo ni kuwezeshaji wananchi kiuchumi. Kwa kama tunawezesha wananchi kiuchumi hii nasema kwamba mwingine akope, ukirejesha, na mwingine naye aweze kupata. Kwa hiyo nitoe wito kwa vikundi vyote ambavyo vimekopa, tunaendelea na kuasisitiza kufanya marejesho, kwa sababu unavyofanya marejesho ndivyo unavyotoa fursa kwa mwanakikundi mwingine au mwananchi mwingine naye kuweza kukopa, kwa hiyo na wasihi na nawasisitiza zaidi watu waweze kufanya marejesho, kwa sababu unapofanya marejesho pia unajengea uaminifu wa kuweza kukopesheka zaidi na zaidi, kwa sababu hii mikopo lengo kubwa ni uwezeshaji wa wananchi kiuchumi. Kwa hiyo tunapowawezesha wananchi kiuchumi, nao jamii wanaweza wakanufaika watu wengine.